Isha kumbukumbu kumbu ya miaka 34 ya kifo cha aliyekuwa waziri mkuu Edward Moringe Sokoine, wananchi wametakiwa kuunga mkono serikali ya awamu ya tano katika kupambana na vitendo vya rushwa na ufisadi ambavyo vilikuwa vikitekelezwa na kupewa kipaumbele na kiongozi wakati wa uhai wake. Wakizungumza jijini Dar es Salaam, baadhi ya wananchi wamesema vita dhidi ya walarushwa, mafisadi pamoja na wabadilifu wa mali za umma iliyokuwa ikifanywa na marehemu Sokoine iliweza kuleta heshima pamoja na kurejesha misingi ya maadili kwa watumishi wa umma. Aidha, wananchi hao wamempongeza rais John Pombe Magufuli na kumfananisha na Sokoine katika azma yake ya kupambana na ufisadi, rushwa pamoja na uwajibikaji katika utumishi wa umma. Pinga sana vitendo vya rushwa ambayo kupingana na rushwa inahitaji sana moyo wa kujitoa, na rushwa ni adui wa haki, na pia aliweza kusimamia misingi ambayo ilikuwepo na misingi ya katiba, alikuwa anasimamia misingi ya umma sheria za umma katika moyo wake zo, yote. Na watu wakikumbuka kabisa hata alivyoufariki alikuwa na shati tatu na viatu viwili tu, kwa inaonyesha moyo wake ulivyokuwa katika kusimamia misingi na sheria za nchi sheria za nchi, vitu anavyovifanya, yani inaonyesha kabisa, utafikiri walizaliwa tumbo moja, utafikiri walisoma shule moja, utafikiri walisoma maadili au walikuwa na trendi ambayo imekaa ikiwa, ikiwaongoza katika koo fulani. Kwa hiyo tunachoweza kusema, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba ametambua kilio cha Watanzania, kwa hiyo amewaletea Sokoine mwingine. Kwa kipindi kifupi alichokaa ameonyesha kwa dhati kwa kabisa kwamba ameweza kupambana na mafisadi kwa kiwango kikubwa, na bado anaendelea na tulikuwa na. Sasa, sasa hivi kidogo watu wanapata moyo kwamba tuna rais rais ambaye kwa kweli wakutumainia.